Anafika adui, haiko adui, ashakimbia. Ndiyo, ndiyo <tutu> joale adui anatoka, tunafika e, Kenya adui ashatoka. Ndiyo, ndiyo, majeshi wa Gepar general Gepar general Tumba Wanafika Kenya, wanafika adui asha kimbia. Tengai nazo kanga nde foto eso ki video nazo kanga video hapa, tunakuwa Kenya, viongozi ile wa FRDC, viongozi wa FRDC na na UPDF, ndio wale wamefika ekenye, tunakuta adui asha kimbii. Ndio unaona ile kilalo pale, unaona ile kilalo pale ni kilalo yenye kukotio. Hii ni kwa mujibu wa ripota yetu ambayo tupatia habari kutoka kwenye tende jijini Bukavu. Tusikilize. Merci. Habari ha tulizonazo kwa sasa ni kutoka katika mji wa Bukavu katika kijiji cha Nyatenda wazalendo wameanza kupigana kuanzia saa 12 ya alfajiri hadi kufika saa saba mchana, walikuwa wameshagomboa kijiji cha Tenda. Waasi wa AFC M23 wamekimbia, wameanza kuvua manguo na kukimbia kuondoka zao hivi. Wazalendo kwa sasa tuko tunaongea, wako katika mji wa Panzi, ndio wanasubiri ili kuangalia gisi wataingia katika mji wa Bukavu kugomboa wananchi. Hii ni Grand Lac1 TV the sound of new Santre ya Katana deja sai ya tresere, hakuna watu, milango yote nafunga, huh? Deja santre ya Katana sai kabisa, kimya batu yote moni mai ile na bakia wazi, hamuna ta na wadawa. Ndiyo isami ko yatende, iko yatende isami peke masasi ko nyantende sai, batoto wetu batoto wetu ya mwingine ndio njo viko wana biko wa wanajitulisha batoto yetu ya mugini. Basi leo ni wao wanapiga <muchos> <muchos> eh, masasi sasa. Nyantende na bana progress ya tu ni wapi? Ni ndo vile mama. Nyantende nyo mimi niko. Unasikia? Unasikia mama? Ah. Ni nyantende, nyantende nyo niko sasa, masasi wanalia nyantende. Unasikia, nafikiria vile. Merci.